Ninakusalimu kwa jina yalipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Mei 25 siku ya Jumapili. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Soma Zaburi ya 46. Ni ujumbe gani wa tumaini tunaweza kuchukua kutoka katika Zaburi hii katikati ya machafuko ya maisha? Sasa na kile tunachojua kitakuja juu ya dunia katika siku za mwisho, wakati pambano kuu likiendelea hapa, Zaburi ya 46 inaonekana kugusia mada tunayoipata katika kitabu cha Ibrania, ile ya jambo bora zaidi. Yesu ni bora kuliko kuhani mkuu wa duniani, dhabihu yake ni bora kuliko dhabihu zote za wanyama na patakatifu pa mbinguni ni bora kuliko mifano iliyokuwepo duniani. Zaburi hii inachukua mtazamo tofauti, hata hivyo, mtunzi wake hachukui vitu vizuri na kuvitofautisha na vitu bora zaidi, anatofautisha ulimwengu ulio katika uasi na matokeo ya kutisha ambayo umeleta, na ahadi ya mambo bora zaidi ambayo Mungu anapanga kwa ajili yetu. Kwa hakika Zaburi hii imejaa tumaini na ahadi kwamba hata katikati ya ukiwa na majaribu na mateso na vita tunavyokabiliana navyo, hatimaye tunapaswa kuacha na kujua ya kuwa mimi ni Mungu, Zaburi ya 46 ya kumi na kupumzika katika ahadi ya hakika kwamba siku moja haya yote yataisha na kwamba Mungu atatukuzwa katika mataifa. Zaburi ya 46 ya kumi. Angalia pia kile kilichoandikwa hapa, kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapopepesuka milima moyoni mwa bahari. Zaburi ya 46 ya pili. Mtu hawezi kukumbushwa kuhusu matukio yatakayotokea wakati wa ujio wa pili wa Yesu, mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Ufunuo sura ya sita ya kumi na nne. Na hili mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuihimiza ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Petro wa pili sura ya tatu ya kumi na mbili. Ulimwengu wetu wa sasa pamoja na maovu yake yote hautadumu milele. Na kile kinachokuja baadaye kinatuahidi kitu ambacho akili zetu sasa haziwezi kufahamu. Kwa sasa, ingawa tunahitaji tu kusubiri, tukistahimili katika imani na kushikilia ufunuo wa Mungu tulionao hasa katika Yesu msalabani. Ingawa mambo mabaya yapo katika ulimwengu huu, na tunajua yatakuwa mabaya zaidi. Ni tumaini gani unapaswa kupata kutokana na kujua kwako juu ya wema, Nguvu na tabia ya Mungu. Fikiria msalaba. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Mei 25 tunapojifunza mada inayosema msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, na kwa nukta hiyo ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele.